Ni, ni, ya, si ya ya ine? <laughs> <laughs> Eti, ay, ya naguna nini? Ya si watatu ya ine. Uko makini, unafatilia, utafika unalipwa. Eti ya ine anakulipa nani? Habari ya ine, ladies and gentlemen, shirika wanamwane ni shirika Kampuni ambayo mwanawane imezua gumzo katika vyombo vya habari pengine kuliko kampuni yoyote nchini na ambayo mwanawane imeingiza taifa kwenye deni kubwa ambalo limekuwa likizua gumzo kwenye mabunge na katika vikao mbalimbali. Kampuni ya Dawanzi si Mwanawane, you can't believe. Siku ya jana baada ya vuguvugu na watu kusema mwanawane, wanataka kumjua mwenye kampuni, wanataka kumjua, wanataka kumjua, wanataka kumjua, you can't believe mwanawane jana, taita member uh, the king mwanawane mwenye mihela eh, sijui nini kati ya magu nchini mmiliki huyo mwanawane wa dosi ambaye siku zote alikuwa haonekani kati ya maguu na vielelezo kibao, pamoja na mwanasheria na kuwapiga mkwara jonalisi ndi wa kibongo. Eh, nimeogopa nikajua ndio yeye ana mkwala kawaambia wa, waandishi wa habari wa, wa Tanzania kasema, nimetua nchini, nimekuja mimi ndio mwenye kampuni hii. Ole wake mtu anipige picha. Njooni nyinyi wanahabari, muni hoji munihoji mnisikilize, lakini ole wako nione mwanga na mshitaki na wewe mwenye gazeti. Eh, kuna mtu ameingia na kamera. <laughs> kamera zote kushoto hata picha yake watu hawana, lakini you can't believe. Okay, original comedy, wana wane like nothing else, wana hiyo picha ya mrithi, ungependa kwenda kuiona mimiliki aai, yuko nchini mwanewane. Sasa ni, nakuibia picha tu sisi, tu, sisi tuna kamera zetu tumezitegeshea, tulitega pale kwenye mtambo wenyewe, tukajua kwa vyovyote lazima ataenda. Kwani mtego ulikawia? <laughs> Mwanewane sekunde sifuri, mtu huyo akanyatuka na kamera ikamnasa. Sasa naomba ukimya, kwa sababu hii picha nakuonyesha tukinanii, sawa hii wala sichakachui kwa sababu na kuonyesha tu kitiming . Sasa usisemeseme, hawataki kupigwa picha, tutashitakiwa tulipe bilioni tisini na nne na kupeleka sasa. Ukaona, sikiliza, sikiliza. Chakachua ni chakachue na kutua bwaa kwenye tukio kama nikikukera hivu miaroni taratibu, twende twende twende twende, munaona sasa hapo hapo unapomwona alikuwa anakagua fensi ya mitambo yake, huyo amesokea amesokea, akafika hapo, anataka kuingia ndani. Ehe, unaona hapo, anataka kuingia ndani lakini kagairi, kasema awezi kuingia ndani. Huyu anamwelekezea mwenzake, huyuhuyu anamwelekeza, ni mmoja wetu, anatia huruma hapo kuhusu hilo deni. Unaona anatia huruma, unaona anavyoomba msamaha kwamba wasaidiwe huo uh, umeme kwa sababu wao hela hawana. Saiviani sisi wa Tanzania tu na hela, wanambembeleza huyo taita. Halafu ako kengine ako, unaona nyuma yake ako kabodigadi <laughs> kabodigadi kataita.

Nasema chezo. Acha mimi najiuliza kweli kama chezo. Mbona akasema ana makampuni mengine nchi 100 sijui na ngapi sijui nchi ngapi kote ameinvest. <laughs> Sasa kama kweli chezo situchunguze kwenye hayo makampuni aliyosema. Lakini labda kweli lake bwana. Sasa hapo nyinyi mlio kwa mnasema hii kampuni haina mwenyewe ndio pa kuteki action. Mumenyamaza, akiondoka, muanze pie pie pie pie pie. Ah!